Yes, karibu tena kwenye video nyingine, wazazi wote ambao mmekuwa mkitamani kujua DC au namna gani ya kupata matokeo ya darasa la nne. Sasa nimekuleteni video ambayo ukitazama hadi mwisho itakusaidia kutazama matokeo haya. Hakikisha baada ya kutazama video hii, unafuatisha hizi hatua kwenye simu yako ya mkononi, ili zikuwezeshe kutazama matokeo ya darasa la nne. Hatua ya kwanza, utafungua kivinjari cha Google ama cha Chrome na baada ya hapo sehemu pekee ambayo inatupeleka kutazama matokeo haya ni kwenye ukurasa wa baraza la mitihani Tanzania ambao unafahamika kama Necta, kama unavyoona kwenye hii kwenye hii video. Hivyo hivyo kwenye simu yako utasearch ama utaandika Necta baada ya kufungua kivinjari cha Google ama cha Chrome, na baada hapo sehemu pekee ambayo inatupeleka kutazama matokeo hayo ni hii sehemu, unavyoona kwenye hii video. Hii ndio page ya Necta, mwanzoni kabisa kuna Necta na chini yake kuna maandishi yameandikwa www.necta.go.tz, utabofe hilo eneo, na hilo nimesema ndo eneo pekee ambalo unatakiwa kulibonyeza ili upeleke kutazama matokeo. Ukishabonyeza hapo kama unavyoona kwenye hii video na hivyo hivyo kwenye simu yako, utatakiwa kuja upande wa kushoto, upande wa juu kabisa, utakutana na vimistari vyeusi, utabonyeza hapo, hiyo ndio menu ya Necta na ukishabonyeza hapo utakuja kushuka chini na utabonyeza neno limeandikwa results kama unavyoona hapo, na hivyo hivyo utabonyeza, na sehemu pekee ambayo inatupeleka kutazama ni kwenye sehemu imeandikwa SFNA, iwapo utaibonyeza na ukishabonyeza, kama matokeo yatakuwa yameshatangazwa na Wizara ya Mitaa Tanzania utakuja kwenye mwaka wa 2025, lakini kama haipo basi ujio kama matokeo hayo bado hayatangazwa, ina maana hadi dakika hii baru hayatangaza tangazo tangazwa, utakuja kwenye mwaka wa 2025 na utabonyeza maandishi ya kijani yameandikwa zads linkiwani. Na baada ya hapo utakuja kubofya mkoa ama utabonyeza mkoa ambapo shule yako inapatikana, na ukishachagua mkoa zitafunguka wilaya za kwenye huo mkoa, utabofya ama utabonyeza wilaya ambapo shule yako inapatikana. Na ukishabonyeza <laughs> wilaya utakuwa umefungua shule za kwenye hiyo wilaya, ni chache ni rahisi kutazama shule yako inaitwaje. Ukishaipata utaibonyeza, na ukishaibonyeza moja kwa moja utakuwa umefungua kama hivi. Kwa mfano tukibonyeza hapo utakuwa umefungua matokeo kwenye hiyo shule. Hizo ndo hatua chache na fupi, ambazo natakiwa kuzifanya kwenye simu yako ya mkononi, ili zikuwezeshe kutazama matok